ujambo popote pale ulipo na karibu kwenye pitapita za kwangu hapa ni VMM ukipenda Victor Madu Mandala nikafika katika maeneo kadha wakadha oni kujuze kwa kidocho tu siku hi ya leo maeneo ambayo iliweza kufika ambapo basi huwa nasema eh, kuishi pingi kuona mengi limwengu huna mambo ya kujionea nakwambia Naam, na, nilianzia katika eneo la Malindi mjini Malindi mjini balaa kwa jamaa mmoja ambapo mmoja wa hapa alitulizwa na mwenzake baada ya kukiri kuwa mkewe amekuwa na tabia ya kuchukua mshahara wake mzima kila mwezi na kutoweka kwa muda. Naam, inakuwaje wewe ndio unafanya kazi anachukua mshahara? Naam, ilikuwa hivi na kabla nikujuze zaidi mara yako ya kwanza eh, sign in, sign in yako, copy the link share, comment yako pachini, na itakuwa vema zaidi kwamba eh, hivi. Jamaa huyo alisema alianza kuvumilia hali hiyo miaka miwili iliyopita kwa imani kwamba mkewe angebadilika Anasema hivi, nilikuwa namwachia mshahara wote, lakini niligundua nikagundua pesa hizo hupotelea kwa starehe na mipango nisiyoijua. Yani lajabu! Mke ukipata salari anachukua, unampatia. Okay, ukishampatia, anapotea kiasi, anapotea kiasi, anaenda najivinjari, zikishaisha anarudi nyumbani shuali. Alafu hapana, mefanya hivyo kwa miaka. Wanaume hapana, hapana. Aya, hivyo ndio wanaishi, wamezoeshana. Niachie hapo, nikitoka nikavuka mpaka Nyali Mombasa. Nyali Mombasa, kuna kidosho mmoja mtaani hapa amezua gumzo miongoni mwa mwe, wenzake baada ya kumkataa jamaa waliye waliyejitolea kumnunulia gari aina ya Toyota Prado, akisema hawezi kumpenda kwa sababu ya pesa au zawadi nono pekee. Jamaa alimrushia demu huyo mistari kwa miezi kadhaa, akimpeleka hoteli za kifahari kifahari na kumpa zawadi, lakini dada huyo hakuingia box. Yani kuna watu ambao wanataka wanataka kuingiza mtu box wa kutumia vitu. Kwa hivyo huyo anampeleka mahoteli kubwa kubwa, mpaka akamnulia gari aina ya Prado ili aingie box, akasema na na, najiuliza na wewe umekuwa ukipelekwa tu out siku hizi zote Si ungekataa basi hata kupelekwa hiyo out? Mbona upelekwe out? Oh, sijui umefanyiwa nini. Ndio sasa unafika mahali unasema hapana. Mm, staki. siwezi siwezi katiwa na, na, na ba Prado mimi si. Hey, wewe, lakini pia nangu natumiaje hela kati si, ya mtu bana, mistari tu yatosha. Wacha za ovyo, wacha za ovyo. Naam, ikitoka kule basi, eneo la Nyali nikavuka mpaka eneo la Eldoret au Singishu kule kule Eldoret, eh, kuna polo mmoja wa hapa alitolewa kwenye kikundi cha kumpigia debe kigogo fulani wa siasa alipokiri mkewe amemkalia chapati na hivyo basi hangeweza kushiriki mikutano ya usiku. Inasemekana kwa jamaa huyo alifurahi, alif, eh, alif, alifurahi alipochaguliwa kuwa mmoja wa wale ambao ni wa ndani wa mdosi huyo, lakini walipofika mahali wakasikia story huyu, eh, anasema kwamba amekaliwa na mke mke wake yani, hawezi toka yani, mke amekalia kiasi kwamba hawezi usiku akiwa na mkutano usiku, anasema usiku siwezi, unajua wife ataniletea ya shida Hai. Yani, amwaminiani ya hata kidogo hmm. Kwa hivyo hivyo ndio alichujwa, akaambiwa basi wewe, tumekuchagua hapa na kwenda kutaki hapa kwenye kampeni hizi, hivyo ndio alichujwa. Ukitoka kule basi nikavuka mpaka inaitwa eh, kul keka, keka kule Teso let kule Teso keka let ambapo kuna jombi mmoja hapa e, kalameni mmoja mkazi wa hapa alibaki mdomo wazi baada ya kila mtu kijijini kukataa kuandamana naye kwa mama mkwe. Inadaiwa kwamba kila mtu alimhepa baada ya kudaiwa kuwa na mkono gamu. Huyu jamaa anakuwa mkono yeye mwenyewe hasaidii wengine sasa, yeye anataka kusaidiwaje? Wakaangalia wakasema, hii ni kutuchezea, hii ni kucheza wana, kwa hivyo hivyo ndio libaki my friend. Wakati unapoishi hauhitaji kuishi dunia, utaishi peke yako, tunaishi na watu. Kwa hivyo hakisha kwamba hata nawe unasaidia wengine, kilo unachofanyia wengine nawe na pia Hey, utafanyiwa tu malipo, ni papa hapa. Na nikiendelea kumalizia, basi katika pitapita hizi e, kwa leo nikamalizia eneo la wapi, la kule, embu mjini. Embu mjini kuna jamaa mmoja anayeishi hapa katika ploti moja. Hapa alifanya vipi huyu jamaa? Jamaa huyu wa hapa alionywa na wapangaji akome kubadilisha chumba alichopanga kuwa danguro. Duru zinasema kwamba mwanzoni jamaa huyo alikuwa mcha Mungu, lakini akaanza kunyemelea wake za watu na hata kuwakubalia uh, marafiki zake kuwaleta vipusa kwake. Yaani, unaishi kwa ploti alafu watu wanashinda, watoto wetu watajifunza nini kutoka kwako? Ana, mpaka anaambia marafiki wanakuja na warembo wao kwa nyumba yake Shuali. Kwani nyumba yako ibadika kuwa danguro? Ilibidi majiani waseme enough is enough please. Na saizi alikuwa mtu anaenda kanisani, wanashindwa what happened, kulifanyika nini? Please, wacha tuwe watu wa kumishia Mungu siku zote. Bwana, angalia mwanzo mzuri bali mwisho wenye ushuhuda. Ni kwenye pita pita za kwangu, nami hapa VMM, ukipenda Victor Mandala, ambapo iwapo ujiunga nasi for the first time, hakisha kwamba chini hapa kuna neno subscribe.